Tanzania mtapita, mtaona matengenezo yake yameshafikia almost si robo tatu, na sasa hivi tunaongelea asilimia themanini. Kilichobaki ni kuweza kufiksi tu vitu vidogo vidogo, lakini tumekwenda kufanya mabadiliko makubwa sana kwenye mfumo mzima wa umeme. Taa zimebadilishwa zote, sasa hivi zimewekwa taa za kisasa. hata umeme ukikatika zile taa hazichukui muda mrefu kabisa kuwaka, zimeshabadilishwa na ziko tayari, na nitamwomba nita, meneja kama inawezekana, anaweza akawasha mkaziona zile taa. Lakini mkiangalia humu ndani, mifumo yote ya tehama, mifumo ya sewage systems kwenye vyoo, vyumba vya kubadilishia nguo wachezaji, kote kumebadilishwa na vimewekwa vifaa vya kisasa kabisa. Leo hii mtapata fursa ya kuweza kutembelea. tuna eneo la watu mashuhuri VIP limeshafanyiwa maboresho makubwa, mtapita, mtaenda, mtapaona. Lakini kuna media center, kuna media tribune na maeneo mengine yote ya Benjamin Mkapa yamefanywa maboresho, yamefanywa maboresho. Na Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anataka kuhakikisha sekta ya michezo inakwenda kisasa kabisa tuna ukarabati mwingine mkubwa unaendelea katika uwanja wetu wa Uhuru. Kwa sasa hivi standards za viwanja vimebadilika, tunatoka kwenye kuna standards zinaitwa CAF category 2, 3, sasa hivi tunakwenda kwenye 4 na ndio requirement, na serikali yetu ina dhamira ya kuweza kucomply na hizo standards, na uwanja wa Uhuru na wenyewe unafanywa maboresho, utakwenda kuwa na standard ya kisasa kabisa ya CAF category 4. Sasa hivi tutapita pale, mtaona maboresho yanayofanyika. Uwanja utawekwa taa mpya, uwanja utawekwa viti vipya, lile jukwaa kuu litafanyiwa maboresho, litafanyiwa extension kuongeza capacity ya kuweza kukaa viongozi wetu kwa standard inayotakiwa. Vyumba vya kubadilishia nguo wachezaji vinakwenda kubadilishwa, vinaboreshwa, vitakuwa vya kisasa. Lakini na ile jukwaa litakwenda kufanywa extension kuongezwa ukubwa ili kuweza ku accommodate these facilities mpya. Na zote hizi zinafanywa kwa fedha za serikali, na Mheshimiwa Rais kashatoa fedha. Mkandarasi yuko site, anaendelea na kazi, hana mkwamo wowote. Mtapita, mtaona. Eneo la kuchezea litakwenda kubadilishwa. Lile carpet tayari limeshaondelewa, litawekwa carpet jipya kabisa la kisasa ambalo litakuwa lina meet standards za CAF na FIFA kwa hiyo mashindano makubwa yana uwezo wa kuwa organized pale kwenye uwanja wetu wa Uhuru, na kama tulivyosema pia, tunajua sasa hivi michezo imebadilika. Hatusemi tu kwamba tunakuja kuangalia mpira tunacheza football tunaondoka, hapana. Lazima uweke vitu vingine ambao vinaweza vikaendelea kuvutia watu wakija pale wanapata michezo na burudani, ndio maana Mradi wa ujenzi wa kituo cha mapumziko na michezo kimewekwa Sports and Recreation Center. Watu wakija, watu wengine wa tunatofautiana interest, kuna mwingine anataka kuangalia football, kuna mwingine sasa atataka kuja kuburudika tu. Kwa hiyo lazima na wenyewe waekeo maeneo yao. Serikali ya Awamu ya Sita inafanya ujenzi mkubwa sana wa eneo la, la, la, la, kupumzika na la michezo. Pale kutakuwa na viwanja vidogo vidogo kadhaa, viwanja vya basketball vitakuwepo viwanja vya football viwili vya kisasa vitakuwa, na kimoja kitakuwa na nyasi bandia kingine kitakuwa na nyasi natural kitakuwepo pale, viwanja vya handball, viwanja vya netball, kutakuwa na bwawa la kuogelea, lakini tutakuwa na lile indo -indo, uh, basketball court la kisasa, linaendelea pale na jezi tayari umeshafika asilimia 47 mkandarasi yupo site.